Jina anaitwa Andrew, anaishi yeah. na wapi? Naishi Mabibo. Una, una miaka mingapi Andrew? nina umri wa miaka ishirini na saba. tisa arobaini, mwonekano tu mwili, lakini miaka ishirini na saba. kweli? yeah, really. nafanya biashara <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> biashara ya stationery kwa maana ya kuprinti fotokopi na vitu kama hivyo. Okay. Nikamwona, nimemwona kwanini umepasua yeah. Um, puto? Ah, nimepasua puto kwa sababu mwonekano wa Niccah umenifanya mimi niamini kama ni pengine ni aina ya, ya mwanamke ambaye kama itatokea nikiwa naye eidha atanifanya mimi niwe na stress, au nisiwe mwanaume ambaye niko huru sana. Why? zinavyokwambia mwonekano wake, si unajua kwanzia alivyovaa wigi. I mean, nywele zake alivyoziweka, I guess kwamba ni mwanamke ambaye either kuna vitu ambayo anaweza akawa nahitaji, sawa mm-hmm. Vitu vinaweza vikawa vinafika, na wasiwasi wangu ni kwamba hiyo vitu ambavyo atakuwa nahitaji pengine zifike on time. Yeah. ni aina ya mwanamke ambaye naona kama anaweza asiwe na uvumilivu kwenye ndoa yeah, kabisa. Kwahiyo haonekani kuwa wife material kwangu mi nilivyomwangalia, hapana.